Zawadi hii imetolewa na Mweshimuwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassani kwa ajili ya kuwashika mkono watoto yatima kuelekea sikukuu yaidi, lakini pia kwa ajili ya wale wanaoendelea na Kwaresma. Mweshimuwa Rais anawatakia kila laheri watoto wote, kwa maandiko yake yeye mwenyewe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 Mshukuru Mheshimiwa rais na kumtakia kila la heri kwenye majukumu yake ya kila siku na mola mtukufu azidi kumbariki naitwa Sister Mikaela OSB, missionari Benedictine wa Tutsi Mperamiu tunashukuru sana mkuu wa mkoa na tunaomba utufikishie salamu zetu sisi watoto wa Good Shepherd Orphanage Mjimwema kwa rais wetu tunashukuru sana kwa jina naitwa Sifaelo Bedi Mtumo